Finali kibabe, timu nyingi tu ndogo tu, kwa sababu katika ukiangalia katika uzao yani, make ukubwa maanake ni uzao, ukiangalia namna walivyozaliwa hawa hata wengine wa nguvu mbili wa mitaa ya Msimbazi pale bao tumewazidi mwaka mmoja kwenye kuzaliwa. Kwa hiyo Yanga ndio timu kubwa kwa Tanzania hapa, sio tu kiwango, angalia mafanikio, kuna timu gani yenye mafanikio kuizidi Yanga kwa hapa Tanzania? Ye, yeah, ndio maana yake, ndio maana tuna, tunawazidi, tuna kwa umri tunawazidi, tuna kwa viwango na tunawazidi kwa trofi kwa, trof, kwa maana ya, ya mataji mengi sana, mm. Kiufundi mimi sio kocha mimi sio sio mtu wa ufundi uh, kwa maana ya kocha ya Yanga. Mimi ni kocha kwa maana professional kwenye shughuli zangu, lakini ninachokiona mimi kwamba tutakwenda kuwafundisha ni namna gani ya kuingia fainali. Wenzetu jana wamepigwa mbili bila kule na refa goli moja kalichukua kaliweka mfukoni, walitakiwa apigwe tatu. Fainali hutakiwi kufungwa vile, hata sio wakati tunacheza fainali hapa ya Shirikisho, nenda uliona yanga anavyocheza. Haiwezekani fainali unaenda kufungwa goli mbili bila, alafu hata on target moja upigi Malaki umezidiwa kuliko kawaida. Na ni kwa sababu tusiji kwa sababu gani sasa hivi VAR imekuwa kama wana urafiki nayo. Yaani ukiangalia tena namna hata ameingia kwenye kwenye hiyo ya, ya fainali VAR imewasaidia Zanzibar kule. Okay. Yeye yeah, yani umekuwa yani na bahati. Yaani na ndugu gani mimi sijaelewa. Yaani kati ya uh, Simba na VAR wametengeneza undugu gani hapo? Kwa sababu ile ukiangalia ilikuwa chuma kabisa. Eh hey, ilikuwa chuma kabisa ilikuwa goli la tatu. Alile go alile alile goli kabisa, sema ndio hivyo wenzetu, kuna mipango wanaifanya, na ndio maana wanasisitiza waende wakacheze hapa eh, kwa Mkapa, kwa sababu wanajua kuna mambo wanayafanya eh, ngome inapigwa inapigwa visiwani Zanzibar kule. Kwa hiyo tutaenda kwa wingi kama tulivyokuja hivi, sisi tunachokitamba sisi na tunachokitaka sisi, kama wanayanga hawa wafungwe nje ndani, ah, kitu cha kuto, yani kutokupata ubingwa, hili halina halina shaka, lishatimia. Nisikize vizuri yaani sisi dua yetu ni kwamba wafungwe nje ndani okay. jana wamefungwa kule okay. waje kuzitapika, watazitapika kwa mdomo, lakini ukiangalia kwa kiwango ambacho jana wamecheza wewe unacheza hata on target hata moja. Yaani hakuna sasa unachezaje mpira? namna ambavyo Simba wamecheza na Almasri wanakwenda kufanya mashambulizi Kalewa. lakini jana hata on target

Yaani tutajiangusha muda mrefu tu, baada ya kuatia chuma mbili kama tulivyopiga kule tutajiangusha tumalize mchezo kirahisi. Asante sana. As -san. As -san.